Mapema leo, kama we ni mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii na mfuatiliaji wa mambo ya kisiasa, nadhani umezipata taarifa kutokea bungeni Dodoma ambako tumeshuhudia mambo mengi sana ambayo alikuwa akiendelea ikiwemo kumchagua spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo ataongoza katika uh, mwaka 2025 mpaka 2030, eh, ambapo ni miaka mitano ambayo bunge huwa linakaa eh, na kuendesha shughuli zake jijini Dodoma katika ofisi zake za mbunge uh, na katika mambo ambayo pia alikuwa akiendelea leo kiacha kwamba uh, musa azan zungu ambaye amechaguliwa kwa kura nyingi na kuweza kushinda nafasi hiyo na ya kumrithi uh, aliyekuwa spika wa bunge dokta tulia akson sasa rasmi kuanzia sasa hivi uh, spika wa bunge atakuwa ni musa azan zungu ambaye ni mbunge uh, wa jimbo la ilala jijini dar es salaam sasa Uh, ukiacha tu kwamba kulikuwa na shughuli hizo, pia kulikuwa na kujitambulisha kwa wabunge, ambapo kila mmoja alikuwa akisimama na kuweza kuzungumza ya kwake. Kila mbunge alikuwa akisimama kujitambulisha, anatokea wapi na vitu kama hivyo, alikuwa maneno machache tu ya kujitambulisha, na, na, mambo kama haya, kama us, kama usaili fanya ambayo kiendelea leo. Lakini moja ya vitu ambavyo vinavutia sana ni vile ambavyo Babalevo alisimama na kuweza kujitambulisha. E, eh, ukimsikiliza speech yake ambako alivyosimama pale akajitambulisha kama majina yake ya kawaida, akasema mwishoni alimalizika kwa kusema yeye ndiye mbunge ambaye ameangusha mbuyu kwa maana ya kumshinda e, aliyekuwa mpinzani wake e, Zito Zuberi Kabwe katika jimbo la Kigoma Mjini. Balevo ali, kama kawaida aliweza kuwachekesha bunge na akaweza kukaa, lakini amezungumzwa pia baada ya kutoka bungeni na kwa sababu alikuwa amemwalika uh, alimwalika uh, pia mke wake alikuwepo, mtoto wake pia alikuwepo, pia na Diamond ambaye amekuwa akimuita baba mlezi alikuwepo pia katika kushuhudia wapisho wake, na alisema pia kuna zaidi ya wananchi hamsini ambao pia walifika kutoka uh, Kigoma ambao walifika kushuhudia wapisho wake katika bunge hili eh, ambalo litaanza kazi zake mwaka huu mpaka pale ambapo 2030 ikifika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 Kwenda kuwa mtu ambaye na heshima zangu watu wanaheshimu na waniamini na ndio maana leo mm. hii hey, nimeaminika mpaka naingia kwenye bunge. Ongera sana mzee wangu mm. Hey, Bwana Mungu atakujalia na tuko pamoja.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 sito kuangusha uli riski sana kuja kwenye mkutano wangu wa mwisho. Na kama ningeshindwa, tafsiri yake ni kwamba tungeonekana tumepigwa wote, mi baba tt. <laughs> Lakini Mungu ni mwema. Nashukuru boss Tare yuko hapa. Huyu ni mmoja kati ya monitor monitor wangu, kiranja anayeniongoza vizuri, au sio bwana, tukiwa bungeni. All in all, I'm so happy. Naito Bapi baba Babake na Brighton Levo Katus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Thank you.